ibana yanayojili kwa hivi sasa ni mengi hususan, e, kwenye anga la kimichezo kubwa, sa halipishani na yale ambayo tumekuwa kwenye mfululizo wa kukuhabarisha. Young Africans wao wakidai haki yao ya kimsingi, lakini wazee mikoa mbalimbali tumeanza kuwaona wakiibuka na hisia zao tofauti juu ya maamuzi ya TFF, wamekwenda mbali wakitaka wajiuzuru. Lakini kauli ya Steven Mguto, mwenyekiti eh, kamati ya masaa 72, lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi chini ya katibu wake Almas Kasongo ambaye ndio mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara umetufanya tukutane na Heavyweight katika yale ambayo yanazungumzwa hivi sasa. Je, ni haki TFF iji uzuru haitoshelezi. hali yako iko vipi bana? Kwema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. hmm. ya mijadala iko mingi mitandaoni tunaifuatilia hmm. na sikufichi, hmm. unajua siku zote kwenye mijadala kama hii hmm. ndio unajua uelewa wa wadau wa soka nchini hmm. unajua ajenda ambazo zilikuwa maybe zimejificha unajua siku zote ili upa, ujue ajenda au ujue nani uko upande gani, huyu ana kitu gani, huyu ana faida gani kwenye soka mm. especially inapotokea mijadala yenye yenye ukakasi kama hii mm. Umeelewa, utajua huyu huyu uelewa wake kwanza upo vipi okay. na yupo wapi, sio unanielewa? mm. yeah, kwa hiyo mijadala naiona naiona na naifuatilia na, na naona eh, vitu vingi ya labda tuende kwenye, kwenye, kwenye, kwenye swali lako ambao unataka kunichapa sasa. Ah, hali ya kiusalama ni moja ya eneo ambalo linazungumzwa zaidi na ni eneo ambalo imekuwa ni chanzo cha mechi kuhailishwa kwa mujibu mm. wa taarifa ambayo ipo lakini ni eneo ambalo hivi sasa linaonekana kutokuwa na eh, uh, usalama vile vile kwa vile ambavyo wazee wanaibuka na kuzungumza hoja tofauti, tofauti tofauti mm. mzee kuiomba serikali sasa na yenyewe iwe sehemu ya hili swala Una ni unajua mm. Eh, kwanza mzee hujamtaja ni, ni Stephen Mguto ambaye ni mwenyekiti ah. mwenye wa, wa bodi ya ligi, si ndio? Manake mm. mm. Yeah, sasa hajaongea mm. kitu kimoja, ameongea vitu vingi sana, lakini miongoni mwa vitu ambavyo amezungumza mm. uh, ni pamoja na amezungumzia swala la jinsi ambavyo Simba na Yanga zimekuwa zim, zim, zim, zilivyolelewa unajua unajua sio tu ukubwa. Ukubwa ukubwa ni kitu cha kawaida, timu kubwa kila, kila sehemu ipo, ila ulelewaji wa hizi timu amezungumza kitu cha kweli yule mzee, ila shida tu ni kwamba, uh, mara nyingi sisi wa Tanzania sio watu wa kuamini sana wadau wa soka, wachambuzi sio watu wa kuaminika sana lakini hivi vitu hata wachambuzi washai kusema kwamba Simba na Yanga jinsi ambavyo zimelelewa miaka nenda miaka rudi, zimekuwa zinapoa ukubwa ambao uh, ule ukubwa unawapa wao mamlaka ya kuweza kujiamulia mambo hata kama ya mambo yatakuwa yanaenda against kanuni na sheria, lakini amekuwa ya yakifanywa na bodi ya ligi imekuwa ikishindwa kudili navyo hivyo vitu sio, naelewa. Lakini akagusia swala la eh, kutumia busara na, na hekima kwenye kuendea mambo Unajua, kichonishangaza of course, ukija kikanuni unaweza ukasema mzee hayupo correct, si unanielewa? yeah yes, yupo hayupo correct eh, lakini tunarudi pale pale kwamba huyu mzee amezungumza kitu ambacho kimeshawahi kuzungumzwa na wachambuzi miaka ya nyuma kidogo, hata kwenye ile ishu ya mwaka 2021 21, kulipotokea tukio la Yanga kugomea mchezo kwa sababu ya dakika kadhaa kabla mchezo zi E, yani, masaa yalibadilishwa masa, masa katika siku ya husika ya mchezo umeelewa, yangu e, haki pia. Oh, yeah, of course mm. Lakini katika mijadala ambayo ili, ilienda kulikuwa kuna haya maneno ya kutumia hekima na busara kwenye mambo makubwa kama haya, walizungumza hao wa, wachambuzi ambao maybe wata, wa, wa, wa, wa, watakuwa wanasema sasa hivi sheria zifuatwe. Na, hapo, Heavyweight kabla hujatoka samani kukukatisha, ee, Simba alifika muda wa mchezo na watu wote wanaopaswa kuwepo eneo la mchezo walikuwepo, mechi kamishna, waamuzi lakini bado hawakufuatisha, kanuni zinasema nini? ni kosa walibaini kwamba TFF wao walikuwa na makosa, ndio maana wakatumia hekima na busara kuamua e, lile jambo lililotokea elfu mbili na ishirini na moja, lakini ukilinganisha na hili ambalo limetokea hivi sasa hekima na busara tena zinarudi pale pale, auoni kama ni e, mamlaka sasa inajidhoofisha yenyewe? Unajua, kwenye swala la mamlaka ndio nilikuwa naelekea kukujibu. Sawa, hmm. Nikawa nakupa tu reference. Okay. Kwamba, wachambuzi the way wanavyozungumzia sasa hivi hivi ili swala ni tofauti kabisa na the way hao hao wachambuzi walivokuwa wanalizungumzia mwaka elfu mbili mm, na ishirini na moja, kwenye swala la busara na hekima, kabla ya kufata kanuni kama zinavyotaka. Mm, simnelewa. Kwa hivyo najaribu kwanza ku sort out au kuweka level katika kulendea hili jambo, naelewa na kwamba kinachotolewa kina, kina kwenye pressure sasa hivi ni media ndo zinatoa pressure kupitia wadau wa soka pamoja na wachambuzi wa mpira na watu wa, wenye influence kwamba wanataka TFF kwa, kwa, kutokana na hili swala waweze kufanyaji kujiuzuru. Lakini ukiachana na mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye eh, uongozi huu wa TFF ambayo sitaki kuyazungumzia tena, yameshajieleza sana. AFCON hii ya tatu tuliofuzu, hii ni ya tatu tumeshafuzu 2018. Umeelewa? na katikati tulifuzu tena elfu mbili ishirini na moja, tukaja tukafuzu tena sasa hivi mm. Haya mambo pamoja na ukuaji wa soka la vijana, ukuaji wa soka la wanawake mm. ukuaji wa ligi kwa ujumla na nini, hivyo vitu vyote vinawapa credit kwamba TFF mm. kwenye uongozi wao wamefanya vitu vikubwa kuliko kusema kwamba hili kosa la, la Simba na Yanga basi li, li, litoshe kusema kwamba Haif, haifai na ajiuzulu. Hilo nilishalizungumza hapa hapa tunajazilizia nyama mm. Kwa mantiki hiyo kama kama e, ikitokea e, imekuja safu nyingine ya uongozi ya TFF ikawa inadili na kunyoosha Simba na Yanga tu alafu mambo mengine akawa yanaenda mrama, still bado watu wata complain kwamba TFF isihusike na Simba na Yanga tu. Kuna sehemu nyingi sana kwenye soka ambayo TFF inatakiwa iboreshe, miundombinu sijui nini, wata complain tena, maana hakuna safu nzuri ya, ya, ya, ya uongozi ambayo itakuja kuwaridhisha wadau wa soka hapa nchini. Itakuwa ni jambo gumu. Yaani hilo naweka wazi. Ila kitakacho, kinachotokea hapa ni kwamba asilimia tisini ya wanaoilaumu bodi ni watu ambao wanaamini Yanga hakutendewa haki. Na asilimia tisini ya watu ambao wako wamesimama yani pamoja na, na bodi ya ligi na uongozi wa TFF kwa ujumla ni wale ambao wanaamini, Simba walistahili kugomea mchezo kutokana na zile kadhi ambazo ziliwakuta siku moja before ya mchezo. Sasa mimi na, nakuja kwenye pointi husika. Unajua nimesikia mijadala mengi. Kuna kwa mfano kuna watu wengine wanajaribu kufananisha uh, tukio hili na lile la mwaka 2006 ambapo Juventus aliweza ku, kuwa relegated. Umenielewa kwenye ile skanda inaitwa Calcio skanda ambayo ilitikisa kabisa soka la la, la, la Italy. Unajua watu wanabidi waelewe kitu kimoja. Kuna utofauti mkubwa kati ya hizi timu za Tanzania pamoja na timu za barani Ulaya. Unavyochukua reference, jaribu kufananisha. Je, kuna ufanano wa, wa moja kwa moja? Kipindi Juventus anakuwa relegated, elfu mbili na sita, estimated number of population, yani manake makadirio ya watu ambao walikuwepo Italy ilikuwa ni kama watu hamsini na nane milioni hamsini na nane nukta saba tano elfu mbili na sita Achana sasa hivi, wameshafika fika. Sasa hivi nafikiri ni hamsini na saba nukta kitu, kipindi kile ni hamsini na nane nukta saba tano, yeah, e, e, e, tano. Italy pale menelewa e, Sasa pale Italy kulikuwa kuna namba hiyo ya ya, ya, ya raia mm -hmm. Katika namba hiyo Juventus ilikuwa ina mashabiki milioni nane, siu nanelewa mm -hmm. Kwa tafsiri haraka haraka ni kwamba maamuzi yale yana watu pungufu hata ya nusu ya nchi nzima. Yaani maanake ukitoa watu milioni nane wanabaki watu wa milioni hamsini nukta saba tano ambao watakuwa hawafi, hawafil chochote kwenye yale maamuzi ya wale Juventus kushushwa daraja. Na kushushwa peke yake. Amenielewa kulishushwa pia na nafikiri Fiorentina pamoja na, na na, na, Lazio kitu kama hicho. Kwa hiyo uh, utakuja kufananisha vipi na Simba na Yanga ambazo katika watu ambao sasa hivi wanakadiriwa Tanzania kuna watu zaidi ya milioni sabini, hizi timu zime, zimechukua asilimia tisini na nane ya mashabiki. Yani hiyo mbili ndio tunajaribu kuamini kwamba labda kuna ambao wanashabikia timu zingine ambayo, ambayo sio rahisi. Sasa hivi unaweza ukachukua maamuzi ambayo anaweza akaumiza asilimia tisini na nane ya nchi, hivi inawezekana vipi? Kwa sababu ukiishusha moja ya hizi timu daraja au ukaamua kuwa strict kwenye moja ya hizi timu, umeelewa? tafsiri haraka haraka, una affect namba kubwa mm, ya nini ya, wa, ya mashabiki au raia wa Tanzania, na inabeba hisia na watu wengi wanategemea kupata ile eh, wanategemea kupata ile furaha, faraja na vitu kama hivyo kupitia e, sasa. Anatokea mtu anaanza kuikashfa, ndo maana nakwambia subiri, Jafe. Mm, nilikuwa mpole mm, tutazungumza sawa, wanaumponda mm, Steve Mguto wanamponda kwa sababu wamezungumza kitu ambacho ni cha ukweli. hata wao wakiwa kwenye e, ndani ya bodi ya ligi au wakiwa m, wanaunda safu ya uongozi ya TFF watafanya the same, kwa sababu watakutana wata na hizi pressure kutokana na ukubwa wa hizi club. Yani ni nadra kukuta nchi nzima inashabikia timu mbili, ni nadra nchi nzima. utafanisha na Juventus yetu, unafanisha na Ulaya, kila timu ina kijiji Yaani ukienda pale mfano uh, England mm. Chelsea ina kijiji, you know, Manchester United ina kijiji sijui, Arsenal ina kijiji sijui, Nottingham ina kijiji mm, sijui wale Wolverhampton wana kijiji chao, Manchester City wana kijiji chao. Ukija hivyo kwa timu zingine the same Ulaya, kila timu hata iwe ndogo vipi, mechi zake za nyumbani, kaangalie uwanja unavojaa, yeah. Lakini tofauti na huku, Simba akienda kila mkoa, japokuwa kila mkoa kuna timu yake ya ligi kuu, lakini Simba inajaza at the same time na Yanga hivyo hivyo, sasa unavyojaribu kuendea mambo wanazungumza, kwa sababu hawajui nini kinatokea ndani, okay. wanatupia tu lawama katika kitu ambacho wao hawajui, mm. si unanielewa mm. kwa nini huku kwingine waweze kwenye li swala li, li, li mm. na si ndio hao hao walisema busara ziwe zinatumika, hawa, hawa 2021 jaribu kufuatilia 2021 mijadala baada ya Simba na Yanga kutochezwa hawa, hawa, kwa hiyo ndo nikarudi pale pale. Mm. sisemi kwamba bodi imepatia ime, ime au imekosea ila anachojaribu kusema ni kwamba sisi wenyewe wachambuzi au wadau wa soka au wapenda mpira tunaopata nafasi ya kutoa ku, maoni yetu kwenye vyombo vya habari hatueleweki na hatuaminiki kulichimba. Yani leo tutasema hivi, kesho tutasikia tuna tunabadilisha maneno tunazungumza jambo jingine, yani kama sio sisi tena. Eh, kwa, kwa upande wangu mm. Mimi nachoamini ni kwamba eh hili swala sitaki kulichimba ndani sana, kwa sababu kwanza Bodi ya ligi hawajatoa maamuzi ya mwisho hmm, kuhusiana na hili swala bado ishu inaendelea kufuatiliwa kwa kina. Kuna mambo wame outline pale kwamba watayafuatilia na watakuja na majibu hmm. Na ndio maana katika hiyo hiyo interview ya Steven Mguto kasema hmm, kwamba anawashangaa Yanga kwanini wameenda kasu wakati majibu ya mwisho hayaja hajatoka bado, hajatoka. Kwa hiyo automatically Yanga kwenye hiyo ishu yao kuenda kasu watafeli. Na, na wao huko hawaitambui, hawana taarifa. Eh, sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa nini kwa nini naamini bodi ya ligi haipaswi kujiuzuru wala TFF viongozi wake wanatosha kabisa, mm. ukiachana mambo ya maendeleo mm. ni kwa sababu Yanga wataenda kufeli kwenye hii kesi. Akishaenda kufeli kwenye kesi tafsiri haraka haraka, sababu zake ambazo alikuwa anazitoa hazina mashiko kwa kasi. Okay. Zikisha kwa hazina mashiko maana yake ni kwamba vitu ambavyo ulikuwa nalalamika wewe vitaonekana ni nothing mbele ya wapenda soka na wajuaji, sawa? Sasa kama ambavyo wewe unaamini kwamba viongozi wa TFF pamoja na viongozi wa, wa bodi ya ligi hawafai, utakuwa upo correct kwa maoni yako, lakini unabidi ukishapata taarifa kwamba Yanga wameshindwa, wame, wame, wame kushinda kesi yao huko CAS, basi unabidi uelewe kitu kimoja kwamba wewe pia, kwa sababu ulikuwa kwenye huo mkumbo, pia na wewe, swali langu moja um. Kilichobadilika ni nini? Kama wapo ambao walizungumza elfu mbili na ishirini na moja mm. kuhusiana na busara na hekima kutumika kwenye jambo ambalo lilitokea, lakini hapa inaonekana ni kanuni kutokufuatishwa ndio kumeiathiri Young Africans pengine kukosa alama zake tatu ambazo wenda ingejipatia siku ya tarehe nane. Kilichobadilika ni nini hasa yani? Kwanza ngoja niulize swali hapo, alama tatu, alama tatu yani, yani, zina, zina, yani Yanga wapo, wamekosa haki yao ya alama tatu, unamaanisha haki gani? Wamecheza mchezo ha? Sasa, hawajacheza na hayo muda wa mchezo waliingia uwanjani wali Kwe... Kuli... wa na, na, na, na, wa wali na refarizi akapiga kipenga zikapita nusu saa mpaka muda wa, wa, wa mechi una... yani, ule kuanzia muda wa, wa, wa kickoff mpaka nusu saa mbele hmm. Timu pinzani walisusa shoo wote. Kwa hiyo tafsiri ya haraka haraka ni kwamba bodi ya ligi ndio ilikuja ku, kununua huu ugomvi kwa sababu walihairisha mchezo takriban masaa matatu kabla ya mchezo, na sisi tulikuwepo uwanjani siku ile, shahidi sisi tulienda uwanjani hmm. sisi Sae na mashabiki wa Simba. Wakati bodi ya ligi hawana imani hmm. na, nayo, na ndio kitu ambacho kinafanya waende kasi wakiamini kwamba mamlaka za ndani zinashindwa ku, kuwasaidia kesi yao, hawana imani nao na, hao wao Yanga wanalalamika wanataka hiyo hiyo bodi ya ligi ambao hawana imani nayo iwape pointi tatu. Sasa mimi nafikiri mm. kwenye zile ajenda zao pointi tatu kwanza wangezitoa okay, waweke pembeni, pembeni kwa sababu hawajafuata principle yoyote ya kupoa hizo pointi tatu waweke pembeni mm. wakishaweka pembeni swala la pointi tatu wa discuss swala la wao kulalamikia mamlaka okay, sio, unaelewa. Lakini at the same time wanabidi waelewe kuna, kuna namna hawakuiheshimu mamlaka kwa sababu mamlaka ilivyoahirisha mchezo wao walienda umenielewa alichokizungumza jemedari kwamba Young Africans walikaidi maagizo ya mamlaka ni sahihi? ah, of course, ni sahihi, lakini sio lazima aseme jemedari ndio ionekane sahihi ah. kwamba inajulikana tu kwamba ukikaidi mamlaka wewe, eh we, wewe unatakiwa una, una, una, una ukutane na rungu fulani ikiwemo kulimwa faini si ndio? mm -hmm. Kwa hiyo unabidi waelewe hicho lakini mimi ambacho ninachokizungumzia Bwana Jaffe ni kwamba hawa sasa ma influencers, wachambuzi, wadau wa soka wenye ushawishi mitandaoni wanavyoshinikiza kwamba eti TFF ijiuzulu iji kwa sababu eti Yanga eh, au ha, dabi kuhairishwa, kwa sababu kulikuwa kuna mvutano. Wanaelewa wanachokizungumza? Kwa sababu unajua, unajua muda mwingine azungumze mtu ambaye ametoka nchi ya jirani ambaye hajui Simba na Yanga zipo vipi hapa nchini. Umeelewa? Simba na Yanga. Mguto alizungumza ukweli, yaani shida ni kwamba watu washindwa kuelewa. Mguto alizungumza kitu ambacho kimezungumzwa na wadau wa, wa, wa soka kipindi cha nyuma sana, kwamba kuna pressure kutoka kwa baadhi ya viongozi wa serikalini, kuna pressure kwa namba kubwa ya mashabiki, kuna kutoka pressure kwa namba kubwa kutakuwepo na uvunjifu wa amani, kitokea timu moja imeshushwa daraja, yaani hivyo vitu ambavyo yani haw, hauhitaji hata hauhitaji hata akili ya mbali sana kuvigundua. Yani hivyo vitu ni kwe, ni correct. Yule mzee ameongea kitu cha kweli, Mbuto. Yaani kazungumza kitu cha kweli kwamba hili swala lipofikia, labda kuwe kuna mmoja na kichwa ngumu, lakini linaweza likamalizwa umumu, ndani yupo correct. Hizi timu zimelelewa vibaya toka zinaanzishwa paka leo, ni timu ambazo auwezi kuzibadilishia sasa hivi kwa sababu toka miaka hiyo. Akatoa mfano akasema, mtoto akizaliwa anakuta wazazi wake wanatukana kiolela, olela kila siku wanatukana Umenielewa? Ana ile inamjenga kiakili anaamini kwamba ile haya maneno ambayo yanatoka ya matusi ni mambo ya kawaida. Huwezi ukaja kumbadilisha ukubwani. Yupo correct kwamba hawa wamelelewa vibaya toka wadogo. Huwezi ukaja kuwabadilisha sasa hivi. Yupo kweli. Umenielewa? Alivyosema kanuni na busara zitumike. Alikuwa kweli kwa sababu hata haya maneno ya kanuni na busara sikuanza kumsikia Mguto mimi. Mimi tu binafsi nimeanza kuyasikia kwa wachambuzi. Kwa hiyo ina maana kazungumza 90% ya vitu vya kweli akasema so, swali so langu la mwisho eh, swali so langu la mwisho tutoke kwa mzee Mguto ulizungumza mara ya mwisho, tunazungumza tuna kuhusiana na kile alichokizungumza Haji Sunday Manara. Mm. Na ukadai kwamba hawezi akatoka tu kuja kuzungumza bila ya kuwa na watu waliopo nyuma yake, kwamba ku kumpa maelekezo ya kila alichokizungumza. Mm. Katika hayo ambao umeazungumza uh, kwa wachambuzi ambao ulioona 21 sasa ni 25 mm -hmm. jambo kama hili limejirudia lakini kwa scenario tofauti. Mm -hmm. Unahisi na wao pia nyuma yao kutakuwa kuna watu? Ilo, ilo swala la 2021. Na yaani nauliza unahisi nyuma ya hao ambao hivi sasa wanashinikiza uh, TFF ijiuzulu. Nyuma yao pia kutakuwa kuna watu kama ilivyokuwa kwa Haji. Sio lazima, sio lazima kwamba kuwe kuna watu. Mm. Lakini maybe kuna interest ya, mm. ya ya ya ya upande ambao yeye anataka unufaike, kwa sababu hata huyo Hajimanara ukiona mtu anamsupport Hajimanara ukiona, mm. mtu anamsupport Hajimanara kwa kile alichokizungumza, mm. sitaki kutumia kauli mbaya, lakini anaukosea mpira, kwa sababu Haji Manara alimwattack, alimshambulia Wallace Karia, yani yani ame, amefanya individual mm. attack amemshambulia ame personally yani yeye yani yeye Manara akamshambulia Karia kama Karia kwanza kwa sababu kasema oh yule Karia ana amesema ana, ana, ame, ame sema, ana, uroho, ana, yani ana kiburi cha madaraka kiburi cha madaraka, maneno ya ovyo, si unaelewa. Akatoka akasema sijui eh, Karia ni mtu ambaye ana, ana, ana, ana, ana yani kuna maneno fulani sitaki kuyanukuu kwa sababu nahisi hata mimi kitendo tu cha kuyanukuu ni kama nitakuwa namvunjia heshima, lakini alim, kwanza, kabla ya kuanza kuzungumzia hili swala mm. alimzungumzia wale Skaria mm. yeye kama yeye na kusema kwamba alifika, yani alizungumza mambo kibao. Sasa sijui rais eh, anajiona rais sijui ile ile ile ile cheo cha urais wa shirikisho, basi anajiona kama ndo kashakuwa head of state sti. Yani kazungumza vitu ambavyo Uki, ukijaribu kuangalia unaona kabisa huyu anazungumza vitu ambavyo vimelenga vi, vi zaidi, chuki binafsi kuliko hicho anachokilalamikia, kwa sababu Wallace Karia wakati anafanya interview hakutaja Yanga kama Yanga. Yeye alikuwa analalamika wale watu ambao wanaunajisi mpira na watu ambao wanafanya vitu ambavyo maybe kwa upande wake anaamini vinarudisha maendeleo ya soka nyuma, si ndio maana alikuwa anafanya hivyo, lakini hakuattack, na akasema wakacheze sinema zao. Yeah, akataka kuchukua ile na kuanza kumgombanisha Karia eti na na, na, na, na, na taasisi ya sinema huko kwamba wasanii sijui walitakiwa wawe kipaumbe. Yani, kwanini anapendaga sana kuchukua crew fulani ya watu wawe upande wake, yani wamsupport? Alafu anatokea mtu mwingine mtandaoni anaanza kusupport kile kitu, ina maana ana support personal attack dhidi ya president wa mpira. Na huyo huyo mtu ukija ukireview siku za nyuma nyuma kidogo utagundua ameshawahi kumsifu Wallace Karia kwa namna moja au nyingine, kwenye swala la ukuaji wa soka la vijana, kwenye swala la ukuaji wa timu ya taifa, kwenye swala la ukuaji wa timu za wanawake, kwenye swala hivyo la... Ngorongoro Heroes, Twiga Stars, sijui Serengeti Boys, zote zimefanya vizuri katika kipindi cha Wallace Karia. By far Tanzania kufuzu Afcon ilikuwa swala la ndoto tu, tunawaza tu lakini chini ya Karia tumefuzu. Hivi vilabu leo tunavyovisema, ligi sijui mbovu, ligi yetu ni ndio ina, ina, inasifika kwenye mambo mengi, lakini imeingia mpaka o top, top five ya ligi bora. Lakini si hivyo tu, hivi vilabu vyetu vinaingia makundi kama wanavyoingia kwenye mlango wa chooni hmm. Sasa mtu anavojaribu kuprotect mamlaka hmm. Anashambuliwa, unanielewa? Mtu akiwa anapondea mamlaka anasapotiwa. Mamlaka lazima iheshimiwe. Mimi sikatai kwamba Karia hana mapungufu. Of course, uongozi wowote lazima uwe na mapungufu. Hata aje nani alikuwa hapo Jamal Malinzi, sijui, alikuwa kinatenga, wote walikuwa na mapungufu yao. Mmenielewa? Lakini kuna namna fulani unatakiwa umprotect kiongozi. Kuna namna fulani unatakiwa uongee maneno ya busara kwa kiongozi. Na tusipende kuentertain mtu anayeponda viongozi wa mpira. Tusipende kuentertain kwa sababu wale hivi vilabu vina, vinafanya hivi kwa sababu tayari yule Mguto ashawe outline kwamba vimelelewa hivi miaka nenda rudi, huwezi ukavibadilisha sasa hivi. Yani leo hii ukisikia timu moja imeshushwa daraja nchi itachafuka, hii na na yale machafuko yatapelekea kuafekti eneo kubwa la uchumi wa nchi. Watu wasichukulie poa. Dula tukafutulu kaka, pengine tukishiba na sisi, tutakuja na na tutakuja matamko mengine tutakutana kwa wasaa mwingine ambapo tutapata eh, lile la kujadili kama ambavyo hili limejitokeza la mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto na mengineyo ambayo tumechagiza ndani yake. Anaitwa dula underscore heavyweight heavyweight underscore dula kumradhi, heavyweight underscore dula unampata hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Tufuate kokote unapotaka kwa jina la WeSport TV.